Ndo maana sipendi pombe, sipendi mapenzi. Yatanirudisha, siwezi. Acha nipambane, nijenge furaha, Ni watunze wazazi. Stress ya mapenzi wengi zinawaumiza waumiza, Wengi wanakunywa sumu hasa kipindi cha giza. Stress ya mapenzi wengi zinawaumiza waumiza, Wengi wanakunywa sumu hasa kipindi cha giza ah. Mwake ya zangu salamu kipenzi, Hewala ulompata wahamu muwezi mwangara mapambo ya kaskazini siwezi talala shara za maharusi muwezi mm, kulala silali usingizi sipati nikilala tunakuwa macho machona isabu mabati ndoto zako zimenkisiri hauni taki Leo umepata mkisiri au wako dhati? Alinambia mengi sana, sifa zake ziwe kwangu, moyo wake umeshazama, sio vyo pigo zangu na yeye ndo amezama, nitaki leo mwenzangu, laini amevunja mana, ameondoka usoni mwangu, atafika, atakuja kuwa milele ni uwakika.

zimemkisiri au nitaki leo, umepata mkisiri au wako wadhati. Alinambia mengi sana, sifa zake ziwe kwangu, moyo wake umeshazama ziovyo, pigo zangu na yeye ndo amezama, nitaki leo mwenzangu.